Na mtazamaji wa Trendy TV, moja kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia ni hii video ambayo inamuonyesha Diamond Platinumz mara tu baada ya kurejea e, katika ile ftari, ni kwamba alivyorudi tu nyumbani alikuwa anajirekodi selfie, and then kuna mtu alitokea tu out of nowhere nyuma yake, alafu akamziba macho. Watu wengi sana wakahisi kumbe, bwana huyu ni Zuchu. Kwa hiyo mara ya kwanza kabisa watu walivyoona tu ile video wakahisi kumbe bwana, kile ambacho walikuwa wakizungumza, bwana, mambo yamekuwa tofauti kabisa, kwa sababu Zuchu, walihisi kwamba Zuchu amerudi nyumbani kwa Diamond Platinumz. Zingatia kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani na hawa ni wapenzi, lakini hawajaoana, na ni haramu kuwa na kuwa na ukaribu wa kiasi hicho ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. So watu wengi sana walikuwa surprised, lakini at the end of the day, kumbe alikuwa ni Tahia ambaye huyu ni anko wa Diamond Platinumz. Kwa hiyo at the end of the day tukagundua kwamba kumbe ni Tahia ni kwa kwa Tahia na sio Zuchu. Kwa hiyo watu kidogo kapata afueni, so hii video imeenda viral sana huko mtandaoni na watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia hmm. Watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia issue ya Diamond Platnumz kuonekana akiwa yuko na Tahia, ambapo awali watu wakaweka kabisa wazi hisia zao kwamba walikuwa wana hisi ni bibie Zuchu. So video yenyewe hii hapa, nataka usikilize hapa jinsi mambo yalivyokuwa. Diamond alikuwa anamzungumzia Tahia kwamba I just came back home and this girl is very stubborn, yani nimerudi tu nyumbani lakini huyu binti ni msumbufu, ambaye ni anko wake. Tahia akiwa anaonekana kabisa kwamba ni kipenzi cha Diamond.

Yeah, so hii ndo video ambayo imeenda viral, na watu wengi sana wamependa the way ambavyo Diamond anavyoishi. Eh, yuko peace sana na ukoo wake. Nini wamemzoea, wanamchezea chezea kama babu yao. Eh, uweze hata ukajua kama huyu ni Diamond superstar namba moja hapa Tanzania. So page mbalimbali zimekuja kuweka maoni yao hapa, kuhusiana na hii video. Eh, kuna watu wengi sana hapo wamecomment kwamba ah, mimi nilipoona hiyo mikono nilidhani ni Zuchu. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, jamaa yuko poa sana, hana noma. Kuna mtu amesema kwamba bwana, huyu dogo ametulia sana na ukoo wake atakuwa Ha, amewekeza sana kwenye elimu yake, yeah, of course. Taia, inavyosemekana ni kwamba Diamond yuko kwa very close na Taia, na inasemekana kwamba ndio mtu ambaye anamsomesha na anamsimamia yani kwa ukaribu yani. Yani ni rafiki. Yani katika watu ambao ni, wazuu ni wako very close na Taia ni Diamond Platinums. Okay? Kuna mtu amesema kiukweli, ki mimi nawapenda sana Simba, anaj, anawajali sana ndugu zake. Kuna mtu amesema kwamba bwana mjomba ni mama jamani. Kuna e mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana mtu na mke wake hao wanapendana kweli kweli. E, kwa mtu mwingine anasema bwana huyu ndio binti ambaye anatumwaga kwa Zuchu kwenda kumbembeleza eh. Kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Kama mdau e, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.